Imekonfemiwa ama imethibitishwa bwana kuhusiana na uh, mchezo wa wekundu wa msimbazi Simba mm. mchezo wa kimataifa ambao watacheza dhidi mm -hmm. ya Al Masri ya Misri. Huu ni mchezo wa robo finali wa michuano ya CAF Confederation Cup, kwa maana ya shirikisho barani Afrika mm -hmm. ambao wataanzia ugenini dhidi ya Almasri. Mchezo huo umethibitishwa na CAF wenyewe kwamba utachezwa Aprili mbili kama ratiba ilivyokuwa. Sasa leo wamethibitisha kwamba itakuwa ni Aprili mbili, lakini itakuwa ni majira ya saa moja za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo saa moja ya Aprili mbili, simba watakuwa nyumbani watakuwa wakiki yani e, wakikipiga na Al Masry. hmm. mchezo ambao utaanza huko Misri. oh. mchezo wa pili mb ni saa moja kwetu kule, bila shaka uh, mchezo wa marudiano utakuwa ni siku saba baadaye, kwa maana Aprili tisa mwaka huu mm -hmm. Mchezo ambao utapigwa saa kumi za jioni kwenye dimba mm -hmm. Eh, sasa hapo kwenye dimba mm -hmm. hakujathibitishwa kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa mm -hmm. uh, kafu alisema watarudi tarehe ishirini ambayo ni kesho mm -hmm. uh, kwa ajili ya kukagua ili kuthibitisha kama unaweza kutumika na mchezo dhidi ya Simba kwa maana mchezo wa Simba dhidi ya uh, Almasiri ambao utakuwa ni April 9 na tayari uh, tulimuona ndugu yetu Gelson Msigwa aki, akielezea kwamba tayari bana kafu aje wa wakague uwanja uko tayari kabisa kila kitu kiko kamili, gani tofauti yake katika mchezo ambao walicheza Simba na Almasiri miaka ya nyuma ni kwamba Simba walianza nyumbani, eh, sare ya magoli mawili kwa mawili. Okay. Na baadaye wakaenda Misri ambapo ilikuwa ni sare ya bila kufungana, na hapo kuwafanya Simba wakatolewa kwenye michuano hiyo uh, ya kafu. Sasa safari hii Simba wanaanzia ugenini kwa sababu wao waliongoza kundi yeah. na Almasri walikuwa kwenye nafasi ya pili mm. si ndio bana? mm -hmm. Uh, tuliwazungumzia al Al Masry juzi, walitoa sare na Pyramids FC mm -hmm. Abao Pyramids ni timu ambayo ina nafasi kubwa sana msimu huu ya kuchukua ubingwa pale Misri. Ah, sasa kutokana na ile sare watu wengi walisema, uh, kwamba bana kama hao wameweza kumsimamisha Pyramids, ambaye amekuwa ni wa moto kweli kweli, sio kwenye CAF Champions League mm, sio kwenye ligi kuu Misri mm, vipi wakikutana na Simba hii? E, itakuwaje na itakuwaje na itakuwaje, basi maswali ya hapa na pale, lakini mm, kimsingi tunafahamu mchezo huo utakuwa sio, uh, wa kitoto kutokana na timu hizi mbili kwa kwenye uh, wakati sio ambao ni, ni, ni mzuri. Al Masry pia nao mm, uh, sio sio haba Eh, wanajitahidi kwenye ligi yao, wanashika nafasi ya nne nyuma hmm. ya Vigogo Pyramids, Al Ahly na Zamalek wakiwa na alama 31 baada ya michezo kumi na, moja, baale, na nane. Hmm. Nafasi ya nne Misri ni nafasi kubwa sana uh, kutokana na kwamba hii ni ligi namba moja barani Afrika hmm. Lakini hatutishi kwamba mnyama aweze akafanya kitu kwa huyu, kama lazima afurukute yeah, yes, yeah, kamfanyia Uh, undava aliapa mm bingwa -hmm. mara nyingi barani Afrika alikuwa <laughs> <laughs> anaogopeka kweli kweli, timu yenye vikombe vingi uh, mm -hmm. e sana mm -hmm. namba mbili mm -hmm. duniani mm -hmm. yeah. yeah. yeah. yeah. kadhalilika mbele yeah. ya mnyama sio mara moja mm -hmm. Eh, kadhalilishwa tu vya kutosha. Eh, sembuse huyu wa nne ambaye aliwahi kuja akashindwa kufurukuta eh, kanuni za eh, <laughs> goli la ugenini zikawabeba zikambeba. <laughs> okay. e, kwa hiyo hiyo haithibitishi hivyo. yeah. licha uh, na ya kweli kwamba Simba inabidi wajipange, wajiandae kikamilifu. Nafahamu wana mchezo Jumatano ijayo dhidi ya Bigman FC yeah, yeah, yes. kwenye hatua ya 16 bora kwa yeah. nia kufuzu robo finali kwenye CRB Bank Federation Cup. Yes. Uh, najua huo ndio utakuwa ni mchezo ambao waweka fiti zaidi kuelekea uh, tarehe hiyo uh, mbili ya mwezi wa nne. Nadhani tuna muda mwingi wa kujiandaa, mm. mm. e, ma, na hiyo habari kwa hiyo tuwatakia maandalizi mema wekundi wa Msimbazi au vipi? yeah. uh, tutafanya kila namna ili tuweze kumpata bana. mm. sasa hivi. Yeah, Kifaa kifaa, a, hakuna namna. Sawa basi, hata tuendelee kumtafuta chini chini, alafu tuta, tuta, tukishampata tutafanyaje? Tutamweka mm-hmm. hewani.